Waumini wa dini ya Kiislamu katika jiji la Eldoret walikongamana katika uga wa shule ya msingi wa Wasingishu kwa swala ya Eid. Sherehe ambayo huadhimishwa kote ulimwenguni kwa ibada mbalimbali mbali ikiwemo kuchincha mnyama aliye halali ikiwa ni kelele cha ongozo ya tano ya Uislamu ambayo ni Hajj. Jijini Eldoret, swala hii imeongozwa na imamu wa misikiti wa jamii ya Eldoret Sheikh Hussein Muhammad, na kuhudhuriwa na mamia ya waumini kutoka kaunti ya Uasingishu. Kando na kutoa heri njema kwa Waislamu, Sheikh Hussein amewahimiza viongozi wa kisiasa nchini kutuliza joto la kisiasa na badala yake kuwafanyia wananchi kazi kama tunavyojua kwamba nchi yetu inapitia hali ya kutokuwa uh, hali ya tuseme kama uh, uh, kuna, kuna, kuna, kuna hisia ya kisiasa ambayo una mvurutano wa kisiasa hapa na pale. Sisi kama maimams uh, na, na watu wa dini na viongozi wa dini tunataka na tunaomba kila wakati nchi yetu ya Kenya iwe nchi ya amani. Uchaguzi bado hajafika, bado kuna muda, kwa hivyo tufocus maendeleo na kustawisha uh, uh, uh, uchumi na kupatia mwananchi maisha mazuri. Kwa hivyo tafadhali, naomba wanasiasa waangalie, waweke nchi ya Kenya mbele, waweke amani mbele, waweke huduma ya kuhudumia mtu wa kawaida. Kwa upande wake, naibu imamu Sheikh Abdirizak amekiri kuwepo kwa ubaguzi katika afisi za uhamiaji, kwani wanaotafuta stakabadhi muhimu kama vile paspoti hawapati kwa muda unaostahili. Upande wa paspoti ndo, oh, kumekuwa wow, na changamoto mingi ambaye tunasikia malalamishi, na pia nimeweza kutembelea kwenye ofisi zetu oh, za hapa wow, Eldoret, oh, okay, na tumesaidiwa na wale ambao kwamba wanahusika pale, lakini tumepata kwamba shida ni vetting. hatujui faili zinakwenda wapi? Hatujui eh, nani ndio anakamata zile faili na kukaa na kufanya vetting, kwa sababu yule ambaye kwamba anatafuta hii cheti kwa sababu ya kusafiri au sababu ya kazi au jambo kama hili anaweza kuzungushwa mpaka miezi mbili, miezi tatu, miezi nne. Kwa hivyo tunaomba rais pamoja <muchilis> na serikali yake, namna alivyoangalia na akatambua haki ambayo kwamba ni ya Waislamu na akajua kwamba sisi ni mmoja katika jamii, wale ambao kwamba ni wananchi na tunastahili haki kama wengine. Tunamwomba namna alivyoondoa vetting upande wa Aidi uh, pia aweze kutuondolea kwa wale ambao kwamba wanastahiki vizuri. Na kusema wangependa idara husika kuingilia kati, kuondoa uonevu kama alivyoagiza Rais William Ruto katika swala la kupata vitambulisho vya kitaifa. Bali na kuwatakia heri njema, viongozi hao wa waislamu wameiomba serikali kuwepo kwa usawa, haswa wakati wa utoaji wa pasipoti. Hasan Mohamed, Horizon TV, Eldoret.